Jukumu letu sisi wananchi kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu amani inapatikana kwa shida sana, na tukiipoteza hatutaipata katika hali ya kawaida. Nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo, wote waliokamatwa kwa kudai haki wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe bali itende kazi zake kwa haki. Hii ni video ambayo imetolewa na Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania, TEC, huko katika mkoa wa Lindi katika mkesha wa Pasaka, ambapo baraza hilo limetoa wito kwa serikali ya Tanzania kuachilia mara moja na bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki, ikisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa, hasa kuelekea mwaka huu wa uchaguzi. Rais wa TEC na askofu wa jimbo la Katoliki Lindi, Mhashamu Wolfgang Pisa amesema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu bali kwa maridhiano na haki, akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani ya nchi kwa kuhakikisha mifumo ya uchaguzi inarekebishwa ili kutoa nafasi ya upatikanaji wa viongozi wa haki na wa kweli. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende unavyotaka ye, anavyotaka yeye au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi kwani mifumo ya sasa haiwezi kutupatia viongozi wa haki na wa kweli? alihoji Askofu Pisa katika video ambao pia umeitazama. Akizungumza katika mkesha wa Pasaka uliofanyika katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa, Jimbo la Katoliki Lindi, askofu huyu amesema kuwa kama kurudi mezani ndiyo kunakoweza kulinda amani basi kila anayehamasisha hilo anapaswa kuungwa mkono si kukandamizwa au kukamatwa kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa waachwe haraka na bila masharti na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa pia mihimili isingiliwe bali itende kazi zake kwa haki alisisitiza Alisema kuwa amani ni tunu adhimu inayopatikana kwa gharama kubwa, hivyo haipaswi kuchezewa, huku akisisitiza kuwa taifa linapaswa kuikataa dhana ya kuimba wimbo wa amani isiyotokana na haki. Kauli ya Askofu Pisa imekuja wakati ambapo mjadala wa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na ushiriki wa vyama vya siasa umekuwa ukitawala anga la kisiasa nchini huku kukiwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kuhusu kukamatwa kwa viongozi wao wakubwa akiwemo mwenyekiti wa CHADEMA Taifa Tundu Lissu na ukosefu wa haki katika uendeshaji wa siasa. Asante kwa kutazama na kupa nafasi tena kuweza kutazama video ya Askofu ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la TEC Baraza la maskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania Mhashamu Wolfgang Pisa. Tanzania, jukumu letu sisi wananchi kulinda amani ya nchi yetu kwa sababu amani inapatikana kwa shida sana, na tukipoteza hatutaipata katika hali ya kawaida. Nani anaharibu amani, anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema, jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi? Kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani. Kwa maana hiyo, wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe mbali itende kazi zake kwa haki.